Eh bwana, asalama alaikum ndugu zangu. Leo nataka niwafundishe dawa ya watu wenye asidi kwenye tumbo lako, yani eh, namaanisha vidonda vya tumbo, kujaa gesi. Yani wewe mwenye ile asidi ndani ya tumbo lako na unataka kuwa salama, kuna hii inaitwa black acid. sisi uwaga tunaita Baking soda sisi kwa Kiafrika, lakini wenzetu Wazungu wanaita black acid. Hii ni ya maji, hii ni original, haijachanganywa tu, limesagwa tu. Hii ni, ya, ni ya unga, sawa. Hii unaweza ukaitumia, ukachukua asali au ukachanganya na maziwa ya moto, ukachukua kijiko kimoja au ukachukua hii na asali. Ukai pilimba pilimba ukapiga kijiko chako kimoja. Hii bwana ni mujarabu sana kwa ajili ya kuondoa asidi, gesi, vidonda ambavyo vinakutesa vya tumbo. Hii itaondoa kabisa na utakuwa uko salama kabisa. Inatibu vitu vingi, ila nimezungumzia hivyo, lakini utakapotumia hii kitu itakutibu mambo mengi, kucontrol pressure yako, kirungulila. Wale watu ambao mnapata kirungulila, hii itakuweka vizuri. Mtu ambaye unagonjeka mara kwa mara viungo vyako, yani kwa ujumla, hii kitu inatibu mambo mengi sana. Kwa wababa, mnafahamu hii kitu, kwa wababa ambao mna uwezo mdogo wa nguvu za kiume, hii ni mujarabu sana. Tafuta hii ya unga, tumia mara moja moja, kila siku mara moja, kwa muda wa siku saba siku kumi whatever, kwamba ni vizuri. Leo nimewaelekeza hii, siku nyingine nitawaelekeza hii ya maji, ila leo nimeamua kuwapeni somo juu ya hii kitu. Kwa hiyo unaweza ukachanganya maziwa yako ya moto, ukachukua kijiko ukakoroga, ukanywa. Eh bwana, bado nipo Marekani, bado nipo Marekani, watu wa Michigan, watu wa Kentucky, state zote ambazo unanihitaji naweza kukufikishia huduma zangu bila ya shida yoyote. Ndugu zangu turudi kwenye asili zetu. Tiba zipo, dawa zipo, watu wenye matatizo mnaweza kutatuliwa kwa tiba zetu za nyumbani. Mimi ni mtaalamu wa mambo ya tiba za asili na pia ni mtaalamu wa kuweza kukupa ushauri uweze kuishi vipi maisha yako yaweze kuwa mazuri. Mimi niwatakie siku njema, bye bye.